Wakati sekta ya kahawa nchini inapitia mageuzi makubwa, waziri wa kilimo na maendeleo ya mifugo Mutahi Kagwe ametangaza kuwa sasa minada ya kahawa itakuwa wazi kabisa kwa soko la kimataifa, hatua inayolenga kuhakikisha wakulima wanapata bei sawa kwa mazao yao. Akiongea katika kaunti ya Nyeri, Kagwe alisema kuwa kwa mswada wa waziri mwenza wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya na kutumia miundo mbinu ya kidijitali ya Kenya, wanunuzi wa kimataifa sasa wataweza kushiriki moja kwa moja katika minada ya ndani, na kwamba enzi za wachache kudhibiti wakulima kupitia minada imeisha. Mageuzi haya yanakuja wakati uzalishaji wa kahawa nchini unaendelea kupanda. Katika msimu wa mwaka 2023-2024 uzalishaji wa kahawa safi ulifikia takribani tani elfu hamsini bei ya cheri ilipanda hadi zaidi ya shilingi 81 kwa kilo na viwanda vya kahawa vya Nyeri vikilipa hadi shilingi mia moja arobaini na tano yote tisa kumi. Waziri Mutai Kagwe alitangaza mipango ya kufunga paneli za umeme wa jua katika viwanda vya kahawa ili kupunguza gharama za nishati na kuibua faida zaidi. To show complete transparency in coffee management. What we are looking for in the country is complete transparency. There must be a link between the price of coffee in the international market and the price and the dividend that the farmer is getting. Lazima kuwe na uhusiano bei ile kahawa inauzwa huko na ile mkulima anapata ni kiasi gani, na naare na ndio sababu tunasema, na mimi ni me, ni, na, nafanya hii kazi na wizara ya cooperative, tukifanya kazi na waziri CS Oparanya, tumeamua tutafungua soko ya kahawa to the international community. Hatuwezi kuendelea na ile mpango ya kwamba atinde coffee auction iko na coffee auction lakini, huko kahawa ikifika huko, inaambiwa, tunaambiwa tuna, tuna, tuna, tuna hii kahawa imefika hapa, umefanya kazi nzuri, cooperative imefanya kazi nzuri, ninyi fati imefanya kazi nzuri, lakini hii kahawa itanunuliwa na Kamau na Otieno na Wafula, hiyo ofisi. Tunasema hapana, yote tisa kumi Waziri Mtai Kagwe alitangaza mipango ya kufunga paneli za umeme wa jua katika viwanda vya kahawa ili kupunguza gharama za nishati na kuibua faida zaidi nikiripotia Bayan TV kutoka kaunti ya Wajia langu jina Abdifatah Ismail